Na hii ni kujuze ni kuhusiana na kituo kile cha Mvula Sports Academy. Katika juhudi za kuwekeza kwenye miundombinu bora ya michezo kwa vijana, Mvula Sports Academy kwa kushirikiana na mdau wa michezo hapa nchini Petro Nyaruba, wanaendelea na ujenzi wa uwanja wa kisasa wa mazoezi unaojengwa katika eneo la Pugu Kinyamwezi, hapa Dar es Salaam. Mradi huu unalenga kuweka mazingira bora ya mafunzo na kukuza vipaji vya soka kwa vijana wa kwa viwango vinavyokubadilika vinavyokubalika kitaifa na kimataifa. Kwa sasa, kazi kubwa inayoendelea ni kusawazisha eneo la uwanja kwa kutumia mashino nzito aina ya greda. Hatua hii ni ya msingi sana katika kuhakikisha uwanja unakuwa na usawa na imara kwa viwango vya kitaalamu vinavyohitajika kwa mazoezi ya kisasa ya soka. Mashine hii inaonekana ikifanya kazi ya kusawazisha ardhi, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kupata uwanja ulio sawa, salama na unaokidhi mahitaji ya mafunzo ya kisasa. Kwa mujibu wa mhandisi wa mradi huu Idrisa Malota, kazi hizi ni sehemu ya mpango mpana wa ujenzi wa uwanja wa kisasa kwa ajili ya malezi na maendeleo ya vipaji vya soka. Baada ya hapa, tunakwenda kufanya kukoni uwanja kwa maana ya kushepu eneo la uwanja, kutenganisha eneo la pichi na eneo ambalo sio la pichi, hatua ambayo inakuwa ni hatua ya tano. Hatua ya sita ni kuotesha majani. Katika hatua nyingine, meneja wa uwanja wa Azam, Amir Omar, ametembelea eneo la mradi na kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu aina ya nyasi zinazofaa kupandwa akizingatia hali ya hewa ya Pugu Kinyamwezi, pamoja na matumizi ya mara kwa mara ya uwanja. Nyasi ndio umeanza kupandwa, itabidi kuchukua karibia mwezi mzima kwa kila siku baada ya hapo sasa, unaweza ukamwagia labda Jumatatu, ukamwagia Jumatano, ukamwagia ni ukawa siku mbili, unaweza ukapumzika, inakuwa okay. Eh, ni jambo ambalo kidogo nimejifunza maanake nilikuwa sijui eh, na ndo maana ya ndo maana ya utaalamu, ya utaalamu, ya kuna mbegu moja imekuja nayo ambayo nitakuonyesha sample yake. Naam. Yaani, ile ambayo ndo inahimingi. Unajua, katika nyasi zetu hizi kunakuwa kuna majani mengine nayo yanakuwa. Mradi huu tayari umeanza kuvutia hisia za wengi, huku baadhi yao wakionyesha nia ya kufahamu utaratibu na matumizi ya uwanja huu pindi utakapokamilika, hasa wadau wa michezo ambao wanahusika na mambo ya viwanja. Tunawakaribisha ma manager ambao wanahusika na, usika na viwanja mbalimbali mbali, hasa viwanja vile kama vya taifa, uwanja wa Azam kwa sababu ni watu ambao wana viwanja vingi, wanaweza kutusaidia vile vile utaalamu wa aina yoyote ya kuweza kuboresha uwanja wetu kwa ujumla, kukamilika kwa ujenzi wa uwanja huu wa mazoezi wa Mvula Sports Academy ni ishara ya dhamira ya dhati ya kuwekeza katika maendeleo ya mchezo wa soka nchini. Mradi huu unatarajiwa kufungua ukurasa mpya wa maandalizi ya kitaalamu, kuinua viwango vya ubora wa soka, kuanzia ngazi ya vijana hadi kufikia ushindani wa kimataifa. Shaban Maulid, Azam Sports, Dar es Salaam.